Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nikushukuru kwa kunipa fursa hii ya kutoa mchango wangu katika hoja hii ya waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Naibu Spika, wiki mbili zilizopita nilitoa mchango kuhusu mageuzi ya mfumo wa ufundishaji katika vyuo vikuu. Leo nataka nihitimishe hoja yangu kwa kuzungumzia ufundishaji katika shule za msingi na sekondari. Mheshimiwa Naibu Spika, mtakubaliana nami kwamba katika shule zetu hasa za msingi kuna msongamano mkubwa sana za wanafunzi katika madarasa na kwa uzoefu wangu wa ualimu, hata mwalimu ungekuwa hodari kiasi gani, hakuna mwalimu ambaye anaweza kufundisha darasa lenye zaidi ya wanafunzi hamsini. Ili kutatua tatizo hili, naomba nipendekeze jambo moja ambalo halina gharama kwa serikali. Jambo hili ni hili: katika shule ambazo kuna msongamano mkubwa wa wanafunzi madarasani walimu wa shule walimu wakuu wapewe maelekezo maalum ya kuwagawa wanafunzi katika makundi mawili makubwa, kama ninavyopendekeza: kundi la kwanza liwe na wanafunzi wa darasa la kwanza, la pili na la tatu hawa waingie madarasani kwa utaratibu wa kawaida kuanzia saa moja mpaka saa nne kamili, wasome masomo kama kawaida. Kundi la pili lenye wanafunzi wa darasa la nne, tano na sita, hawa wawekwe kwenye ukumbi mkubwa wa mikutano, huko waonyeshwe filamu mbalimbali za kujifunza Kiingereza, sayansi wafanye midahalo, wafanye majadiliano, wafanye drama, wafanye michezo ya ndani, mashindano ya usanifu na ubunifu, utengenezaji wa vitu mbalimbali. Na itakapofika saa nne na nusu wabadilishane, wale walioko katika mkundi wa mikutano wataingia kwenye madarasani kama kawaida, kuanzia saa nne na nusu mpaka saa saba kamili watakapomaliza masomo na wale waliokuwa madarasani waendelee na utaratibu wa kufanya shughuli mbalimbali nje ya mitaala kama nilipopendekeza hapo awali. Nini mantiki ya kupendekeza jambo hili? Elimu yoyote iliyo bora na elimu yoyote inayotakiwa kukidhi mahitaji ya mwanafunzi lazima ijielekeze kumkunza mwanafunzi katika maeneo matatu ya msingi. La kwanza uwezo wa akili kufikiri, sisi walimu tunaita cognitive domain. Uwezo wa kukuza maadili mema, tabia njema na mitazamo, tunaita affective domain, na la tatu kukuza uwezo wa michezo na kufanya kazi mbalimbali mbali za mikono, na hii ndiyo elimu iliyokamilika, jambo ambalo silioni likifanyika katika shule za sasa. Jambo la pili, kasoro nyingine naiona katika mfumo wetu wa elimu. Watoto wanapomaliza masomo ya siku na kurudi nyumbani, wanapewa kazi nyingi na kutakiwa, kazi nyingi za nyumbani na kutakiwa wazazi wao wawasimamie. Hoja yangu tupunguze kazi nyingi nyumbani. Kama kuna ulazima wa kuwapa wanafunzi kazi, tuwape kazi zenye lengo la kupima uwezo wa ufahamu na udadisi badala ya kukariri majibu. Na wazazi wengine wanakwenda mbali zaidi, wanawapeleka watoto wa shule za msingi kwenye masomo ya ziada. Hili ni jambo la hatari sana katika makuzi ya watoto. Sayansi ya ukuaji wa watoto inasema hivi, mtoto chini ya umri wa miaka kumi na tano ubongo wake unakuwa dhaifu sana, hauwezi kumudu kusoma mambo mengi kwa wakati mmoja, unataka kutunzwa, kulelewa kwa umakini wa hali ya juu sana na yuko mwanafalsafa mmoja mwenye busara aliwahi kusema, aliwahi kusema kusoma sana, hasa kwa watoto wadogo, kuna dumaza akili na uwezo wa kufikiri. Profesa Howard Gardner wa chuo kikuu cha Harvard, Marekani, katika kitabu chake maarufu Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence, aliwahi kusema malezi na mifumo ya shule inadumaza uwezo wa watoto kufikiri na vipaji vingine vya msingi, na akasema mkazo mkubwa sana wa malezi, wazazi, walimu ni kusoma, kuandika na kuzungumza peke yake vipaji vyengine havipewi uwezo, uh, havipewi uzito unaostahiki. Mimi nimekuwa nikijiuliza hivi, kwa nini wazazi wetu ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika na walikuwa maskini wakutupa, wa kutupa wametulea sisi tukafikia hatua hii tulio nayo katika mazingira sisi ambao tuna elimu ya kutosha na uwezo mkubwa sana wa kiuchumi, hatuwezi kulea watoto kama wazazi wetu. Kwa nini? Kwa sababu mifumo ya malezi, mifumo ya elimu imedumaza mambo haya. Darasani watoto wetu hawapewi nafasi ya kutosha kujifunza stadi za maisha na stadi za kazi. Nyumbani mkazo mkubwa kama nilivyosema, kusoma kuandika, hakuna kucheza, wanafungiwa mageti. Huwezi kutayarisha vijana imara, kama nilivyosema, na malezi ya watoto ni kama vile unavyotunza mimea. Leo ukichukua mimea miwili inayofanana ya aina moja, mmoja unaopanda kwenye ndoo, unauweka sebuleni na mwingine unaochukua unaupanda shambani. Baada ya miezi sita, ukitembelea ule wa sebleni utadumaa, ule wa shambani utakuwa imara sana. Kwa nini? Kwa sababu mazingira magumu yanatengeneza vitu imara. Kwa maana hiyo, mmea ukiwa shambani unajenga uwezo wa kuhimili hali ya hewa, mvua, jua